Wazazi wa mtoto huyo wakiongea na waandishi wa habari katika mazishi ambayo yamefanyika katika kijiji cha Kibanga, kata Kibanga, wilayani humo, wakaeleza kuhusu kifo cha mtoto wao. Kijana yule ajitambulisha kama daktari wa pale aliyethibitisha, akasema, mimi ndo niliyethibitisha Janeti kifo chake kifo chake sio kile mnachokizania kwamba ni malaria. kifo chake mtoto ameingiliwa kinyume na maumbile yake. Akatwambia kwamba mtoto wetu amekufa kwa, kwa, kwa kuingiliwa kinyume na maumbile yake na kupigwa kubanwa mbavu zake na kuchomwa shindano ya sumu. Mkuu wa shule kupata taarifa, alivoenda Rubya kutoa mkono wa pole, wakamwambia akawauliza kwamba mazishi ni lini wakasema kwamba wakamwambia, sisi tulikuwa tumeshatoka kwamba wamesubiria polisi. Akasikia kuna neno la kutajwa kwamba kuna mtoto alivyomfanyia kitendo kinyume na ki, ki, kinyume. Baadaye hapo ndo sasa akaanza kutuambia kwamba huyu mtoto tangia ni, ni kae naye miaka mitatu, alikuwa na miaka minane, alikuwa anaingia darasa alikuwa ameingia darasa la tatu kwamba ana vitendo alikuwa na viashiria vya kuwa anacheza na wenzake anawaambia tufanye. Nikamuuliza kama mimi mzazi aliyemkabidhi mzaz, mtoto wangu nikamuuliza kama alifanya kama hivyo vitendo alif, alikuwa navyo, ilikuwa ni lini, u, nimu, ni lini, ni mwezi huu, ni mwezi gani? akasema ni elfu mbili ishirini na nne kama elfu mbili ishirini na nne, ulifanya ulifanya utaratibu ulifanya, ulifanya, gani kama mimi mzazi kunishirikisha au kuniita au kunitumia message au kunipa taarifa, kwa sababu kila taarifa zinazotoka za shuleni kwenda kuona watoto kwenda kufanya karo za shule, huo unanipa taarifa. Kama mimi mzazi, ulinipa taarifa gani? Akasema nilishindwa kutoa taarifa ili nisichafue shule yangu, kwa sababu shule yangu ni ya biashara. Nikamuuliza, kwa hiyo hapa biashara imeendelea, au ndo mtoto wangu ameharibika, kwa sababu ya kushindwa kukemea vitu mapema? Baada ya kutaja hilo kwamba ana kijana ni mpenzi wake, mwalimu mwalimu wa shule, nikamuuliza kama alitaja huyo kijana ni mpenzi wake, anaishi mazingira gani? Wakajua kijana ni wa sehemu nyingine, anasoma darasa la nne. Sasa nikamuuliza mkuu wa shule, kama anasoma darasa la nne, nimemfuatilia ni yuko wapi na anaitwa nani Akasema hivyo nisingeviendelea kwa sababu hii ba, bado ni viashara bado, akakaa amegangania viashara maskali, ndo kufika na, dokta na madokta wao wakakagua ule mwili, wakakuta kweli mwanangu aliingiliwa, lakini hawakuelezea kwamba aliingiliwa muda gani na ni kipindi gani endapo mwanangu angekuwa hai, labda yeye angeongea. Kufuatia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Blasius Chatanda akiongea na waandishi wa habari mkoani humo, akaeleza kuhusu kifo cha mwanafunzi huyo. Marehemu alijisikia vibaya akiwa shuleni, ambapo wahudumu wa afya shuleni pale walimpa dawa ya kutuliza maumivu. Alihamishiwa katika hospitali ya Rubya iliyoko wilaya ya Muleba na matokeo yakaonyesha kwamba kwenye damu kulikuwa na kiasi kikubwa cha bakteria na hivyo akaanzishiwa matibabu. Wakati akiendelea na matibabu, mtoto huyo alifariki dunia hospitalini hapo, wakati akipata matibabu pale hospitali, wakati wakihangaika wapi wamwekee mirija mipira kwa ajili ya uh, kuwezesha maji yaliyopo kwenye drip kuingia mwilini Kwenye uchunguzi, daktari akaligundua kama mtoto huyu alikuwa na viashiria dalili za kuingiliwa kwenye sehemu zake za siri, especially kwenye njia ya haja ndogo. Hivyo baada ya kufariki, akashauri ingekuwa jambo jema pamoja na mambo mengine, kama mwili ule ungefanyiwa uchunguzi. Walikwenda moja kwa moja mpaka hospitali ya Rubya na kufanya uchunguzi mwili ule upya. Katika uchunguzi ule, bado ikaonekana kwamba kilicho muua mm, marehemu ilikuwa ni kupungukiwa kwa damu mwilini, lakini pia ni pamoja na maji, lakini kwenye utumbo pia kulionyesha kwamba kulikuwa wazi, hakukuwa na mabaki ya chakula, hali ilionyesha kwamba ni muda mrefu alikuwa hajapata chochote. Zena Shaban, Clouds Media, Kagera.